Afya ya akili imekuwa changamoto kubwa si nyumbani, kazini wala katika shule. Kampuni, mashirika na hata idara za serikali wamekumbatia mfumo wa kushughulikia hali hii ambayo inaathiri watu wengi. Mental health ni afya ya kiakili yenye mtu anawezajieleza kwa uzuri hisia zake na tabia zake kwa ujumla kwa watu, lakini tuko na yenye inaitwa mental illness ndo ugonjwa wa afya ya kiakili yenye mtu anashindwa kujielezea ama kuongea na wenzake ama kujiunga na wenzake pamoja. Ann Mwende Mututa ambaye ni mhasibu na mkaazi wa Mombasa anatuelezea aliyopitia na jinsi aliweza kupata usaidizi uliomnasua alivyopatwa na msongamano wa mawazo. Mwezi wa nne nilipoteza mamangu mzazi kwa, ilikuwa pigo sana kwangu kwa sababu mama alikuwa mgonjwa na nilikuwa nimempeleka hospitali akauguzwa akatibiwa na mama akapona. Kwa hivyo alipotuaga ilikuwa pigo kwangu maanake, being a caregiver, ilikuwa nimefanya juhudi zangu zote kama mtoto. So ilikuwa pigo sana kwangu na ilini affect sana sana sana sana, mpaka ikafika kipindi nilikuwa sioni maana ya kuishi, nikakwata kwenda kazi, sitaki, nataka kujiuzulu kazini, kanisani siendi, sili. Yani vitu nilikuwa nafanya hapo mbeleni sivifanyi tena, vinipi raha Nilikuwa mtu social, nilikuwa napenda outdoor activities but nikaanza kujifungia, sitaki kukutana na watu, sitaki kuonana na watu. So ilianza kunidhuru kiafya, na wakati mmoja nikakwata siwezi lala na tapika, niko mgonjwa, nikaenda hospitali, nilipotolewa damu akapima kupata ugonjwa wowote so daktari akaniambia kama kuna jambo labda nimepitia ambayo ndo hizi hali zinanitokea, nikamwambia ndiyo, nimepoteza mama mzazi. So akaniambia unahitaji counselor, akanirefer lakini unfortunately alini pale nilenda alikuwa psychiatrist. so yeye alikuwa anatibu watu wa wazimu, so alinipatia madawa lakini madawa hayo nikitumia zilikuwa zinanipa usingizi mwingi sana so hata nikija kazini siwezi fanya kazi manake nikinywa zile dawa na lala. Nika realize hizi dawa si nzuri. So nilipoenda tena hospitali nikaeleza daktari ndo akaniambia, hapana, nilikuwa nafaa kwenda kwa counselor. So nilitafuta mama counselor ambaye amekuwa na mimi katika kipindi hichi kigumu, huwa tunapigiana simu tunafanya live sessions. Anani -encourage. So, imekuwa ni kipindi kigumu lakini hapa nimefika nashukuru kwa ni hali ngumu lakini sahii kidogo naweza sema nimerudi kazini nafanya kazi zangu na nashukuru Mungu. Kulingana na Mulky Ahmed, Sub-County Coordinator wa afya ya akili eneo la Changamwe na Jomvu, afya ya akili huathiri mwenendo wa kila siku wa mtu mahusiano yake na pia hali yake ya afya ya mwili. Uh, mtu mwenye ako na shida ya afya ya kiakili huwa ako na signs zenye huwa anaonesha, anaweza kuwa violent, awezi taka kuongea na wenzake, haizi taka kujihusisha. Kuna wenye huwa wanajitenga wanajieka kando, kuna hata mwenye atakuelezea pia, mimi nakosa usingizi ama nalala zaidi, nakula sana ama nakula kidogo, na hiyo ni kulingana na signs za msongo wa mawazo na kuna wengine wako na mood disorders, yani ako ako mara mbili saizi, anacheka alafu kidogo amekasirika, ako very violent, anataka kupigana. Na pia kuna wenye kama vile tunavyoona wengi wako barabarani tunaita machizi na kila kitu, akitembea uchi, lakini kwake eo, yule mtu anaona kwa mimi niko sawa, kwa sababu wewe ndio unaona kwa huyu mtu yuko uchi, lakini ni shida yenye anapitia. Mambo ya nje kama mazingira ya maisha na uhusiano na watu wengine yanaweza pia kuwa na athari kwenye afya ya akili ya mtu. Mazingira inaweza sema the environment itself. kama mtu amekosa kazi ama hana kazi, na hiyo ndio tunaona Kenya sana, ndio vijana wengi inawasumbua, na kwa sababu mtu hawezi kujikimu kimaisha hawezi kujisaidia, sasa anaenda kukua na msongo wa mawazo. Katika kaunti ya Mombasa Mombasa kaunti, kuna survey ilifanywa in 2022 ilionyesha that Mulky amewahimiza watu wapate matibabu pindi tu wanapopata dalili zozote za athari za kiakili na akaongezea kwamba ni jukumu la kila mtu kuhusishwa ili kuangamiza ugonjwa huu. Hizi signs ziko za mental illness, tunafaa kukuwa keen, very keen, tukiona mtu ameanza kujitenga peke yake ama mtu anataka kula sana, ama unaona tabia zake ni tofauti na vile mtu alikuwa. Tusidharau tukasema ah, yule labda ni tabia zake tu za kawaida. Tuweke watu karibu tu, embrace community engagements, kujuana. Unapata jirani yako ako na shida, unapata kusaidiana. Na pia tulete wagonjwa, mtu anasikia vibaya, mtu mtume hospitali, msikae naye kwa nyumba. Ah, kando na hiyo, afya ya kiakili ni kulingana na venye sisi wenyewe tutaiweka tumeikubali as a community, kwa hii ni shida ya akili, itasaidia yule mgonjwa mpaka at the end of the session na mgonjwa kuendelea vizuri na kuishi na familia yake na kuendelea na kazi. Afya ya akili ni hali ya kuwa na ustawi wa kiakili ambayo huwezesha mtu kukabiliana na changamoto za maisha, kutumia uwezo wake ipasavyo Kujifunza kwa ufanisi kufanya kazi vizuri na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii yake. June Lance, Majestic Digital TV.